Mazoezi yana yana umuhimu mwingi mwilini. Kwanza kufanya mwili kuwa fiti, kwanza kuwa na muonekano wa kiwanaume, muonekano mzuri. Lakini pia tunalinda afya. Kuna magonjwa yasioambukiza, kwa mfano mnene uliopitiliza, ugonjwa wa moyo, eh, na magonjwa mengine mengine ambayo yanasababishwa kutokuwa na mazoezi. Lakini kufanya mazoezi maana yake tunatengeneza mwili unakuwa strong, kwa mzuri hata utanashati wa mwanaume unaonekana. Kivaa nguo inaonekana kweli, yes that is a man. Siku zote saikolojia nasema mtu ambaye uko idle ni rahisi sana kuharibiwa na mambo maovu, lakini ukiushughulisha, ukiwa biza, kwa mfano ukiwa na ratiba yako maalum baada ya kazi, muda wa ziada ukipata angalau nusu saa au dakika 40 ni angalau mwili utoke jasho. Akili kwanza inachangamka, inawaza mambo positive, lakini yale mambo yote mabaya kama vijana, unajua kuna ushawishi mwingi umalaya, washerati na mambo mengine, kujihusisha na ma madawa ya kulevya. Lakini unapokuwa busy, unapokeep mwili busy, kwanza unapata usingizi mzuri, then ubongo unaotengeneza nakuwa vizuri, unakuwa na nguvu ama na uwezo wa kutafakari mambo mazuri. Hata mambo yajayo yanakuwa na, yanakuwa rahisi kwa sababu yanapangiliwa ubongo unakuwa uko fresh, unakuwa uko vizuri, unakuwa na afya, then mambo yanakuwa vizuri kabisa. Kwa hiyo nawashauri vijana wafanye mazoezi. Tofauti na kufanya mazoezi, pia akili inahitaji pia chakula kingine. Kwa mfano, kusoma vitabu ni muhimu sana. Utasoma vitabu, utaulisha ubongo wa akili, lakini mwili pia nao unahitaji mazoezi, angalau toke jasho kama hivi. Kwa hiyo vijana wasikae kae tu vijiweni, wasije wakaingia kwenye mambo ambayo hayafai. Fanya mazoezi ta mwili, unaona unakuwa comfortable. Mazoezi ni muhimu kwa afya zetu, sababu ukifanya mazoezi unapata muda mzuri wa kupumzika, tofauti na kukaa mahali ambapo si sahau. Enda vijana wengi wajishughulishe katika mazoezi. Mazoezi sio ya gym tu, kuna mazoezi mengi sana ya kukimbia, ya, ya, ya, ya, ya kufanya nini, mazoezi ni mengi sana. Mi nawashauri wasikae vijiweni, wapate muda mwingi wa kufanya mazoezi.